Yes, hello, aise, unaongea na Shirima kutoka huku Marangu Mtoni huku juu. Mimi nimeanda birthday party ya binti yangu, nimekuandalia milioni moja keshi. Shirima, unajua unaongea na nani? Na mimi hapa wanita super celebrity birthday host. Mimi ndo nimehost happy birthday ya Wema Sepetu pia nimefanya birthday ya Zari ambayo ilifanyika Marekani. Leo ni birthday ya Diamond Platinum, inafanyika Abu Dhabi uarabuni. Hapa nasubiriwa mimi tu, alafu wewe kwa hicho kishilingi milioni moja yako unipigia simu nije huko sijui Moshi. Wewe una akili timamu kweli? Aise we jamani, muongo wa mwisho kwanza. Wema hajafanya sherehe aina yoyote ile mwaka huu, na huyo Diamond unasema amekuita kwenye birthday yake. Ameonyesha kwamba anafanya birthday yake na watu wake wa WCB huko Madale. Wewe unakuwa unamzungumzia Diamond gani? Maana kuna Diamond Platnumz na Diamond Jubilee, wewe unamzungumzia Diamond gani? Kwenda sasa, kwenda, kwenda. Nende wapi, shilima? Usifanye hivyo bwana shilima.